Uh, ina mambo mawili ya kuzungumza na mengine tutakuwa tunazungumza kwa kujirudiarudia kwa sababu ya umuhimu wake, na kama tulivyosema, kama chama hatutachoka kwa sababu tunaiona hatari iliyoko mbele yetu, na ili tuwe kwenye rekodi, tuwe kwenye kumbukumbu kumbu sahihi kwamba tulionya, tulielekeza na tulisema lazima haya mambo tuyaseme kwa kurudiarudia. Jambo la kwanza tunaiambia Serikali isitumie fedha za Watanzania kuchezea kwenye kesi ambayo haina manufaa yoyote kwa maisha ya Watanzania. Hii kesi inatumia gharama kubwa, na mimi ninaelewa na wengine wote tunaelewa kwamba kuna Watanzania wanakosa shilingi elfu kumi tu, mtoto wake anamfia au mke wake anamfia kwa sababu amekosa vidonge ambavyo vingeokoa maisha yake. Kuna watu wanalala njaa leo kwa sababu ya shilingi elfu mbili hawana. Lakini kila siku mnapoona hii kesi inaletwa hapa, mafuta, gharama za posho, watu wanazolipwa, sivyo na nini na nini kwa kesi ya kisiasa ya kumfurahisha rais Samia kwa sababu anaogopa kushindana. Kwa maoni yetu kama chama, ni kesi inayotakiwa kufutwa. Kama rais Samia hataki kushindana kwenye masuala ya kisiasa, aache siasa. Lakini kama uko kwenye ulingo wa kisiasa wa kushindana, lazima uwape wapinzani wako equal chance ya kushindana na wewe, watoe hoja zao uzijibu Sio utumie vyombo vya dola, utumie DPP unayemteua, utumie swiki na nani unayowateua, utumie IGP unayemteua, utumie swiki, kila mtu anayemteua rais kuonea wapinzani wako. Kwa hiyo tunasisitiza, ni muhimu sana hii kesi ifutwe. La pili ni swala la na namna ambavyo uhai wetu uko mashakani kwa sasa, uhai wa kila mtanzania aliyoko kwa sababu huelewi ni muda gani utamkasirisha huyo anayeshikilia uzi wa maisha yako, kwa sababu sasa nchi hii sio Mungu tena anayeweza kutufanya tuwepo tusiwepo. Kuna miungu wamejiweka hapa sasa. Mungu yule wa mbinguni tunaelewa ni mesifu, ni mwenye huruma. Hawa miungu ambao sasa wanashikilia uhai wetu, hatujui ni wakati gani tunawaudhi. Unaweza kwenda ba ukakompiti naye kupata msichana mzuri ukamzidi akaagiza upotezwe. Anaweza kukuta shamba lako pamezuka dhahabu pale, na yeye ana wachina anataka awapeleke pale, wewe ukasema huuzi shamba hilo, akaagiza upotezwe. Unaweza ukakutana naye kwenye mazingira yoyote, au anataka mke wako, kwa sababu mke wako ni mzuri, anamtamani akakupoteza. Kwa sababu sasa watu wanapotea kama kuku. Jana mmesikia dili ya Israeli walioingia na, na Hamas ili waweke ceasefire Waisraeli wamesema warudishiwe hostage wao ambao wako hai 48. Watu 48. Wao waachie wa Palestina elfu moja na mia mbili na kitu hiyo inaonesha thamani ya mtu mmoja kwa nchi nyingine zi, zenye akili. Watu 48 wao wataachia Wapalestina elfu moja na mia mbili na kitu. Watu kumi na mbili waliokufa, kumi na tisa ambao wanasemekana ni hostage wa Israeli ambao wamekufa, wako Gaza. Remains zao mifupa yao irudishwe kwa exchange ya wapalestina wazima 700 na kitu ndio maana mama yake polepole pole alisema kama mtoto wangu amekufa, wa nirudishieni ni mzike, kama yuko hai mnirudishie vile vile. Haiwezekani kwamba maumivu ya watoto wetu ndio furaha ya watoto walioko madarakani, yaani mimi ni uwawe ili watoto wa mtu anayefikiria kwamba mimi ni tatizo waenjoy waende kwenye hoteli nzuri, watibiwe vizuri, wakati huo watoto wangu wanalia nyumbani kwamba baba angekuwepo tungenunuliwa penseni. Hatuwezi kujenga taifa rahibu, na nataka polisi watuambie. Nilimsikia Kamanda Mlilo anazungumza kwamba hajui kama polepole pole alikuwa ndani ya nchi. Tunataka idara ya uhamiaji tuambie Polepole, kwa mara ya mwisho pasipoti yake iligongwa, anaenda nchi gani, kama hakuwa ndani ya nchi. Hilo ni swali muhimu sana, tunataka kujua na tunataka tujue walipomwandikia barua ya kumwachisha kazi. Je, walimtumia gharama za kumrudisha ndani ya nchi kama hawakumtumia, basi wizara ya mambo ya nchi za nje inapaswa pia kutuambia yuko wapi. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo watu wanachukuliwa kama kuku. Na hili jambo nalizungumza kila siku, mlitilie uzito. Hakuna ajuaye kesho yake ikoje. Na nimekumbusha kwamba Polepole miaka sita iliyopita alikuwa katibu mwenezi chini ya rais Magufuli, ambaye alikuwa akipita hata majani yanatikisika, kwa unaweza kuelewa polepole alikuwa na nguvu kiasi gani. Leo sisi Chadema tuko hapa tunapiga kelele arudi, tunathamini uhai wa watu, lakini vilevile tunatumia kuambia wengine wanaoumiza watu tutawahoji wakati utakapofika. Sasa, ndugu zangu Mmeona tumetoa kwenye statement watu kumi na tatu, kumi na tano wametekwa ndani ya siku tisa. Tuna serikali ya aina gani? This is a crisis. Rais yuko kwenye campaign, watu wanatekwa, watu wanapotea kwenye nchi yetu, rais yuko kwenye anafanya campaign, aongoze nani? kama sisi wote eventually tutatekwa, unajenga barabara, atembee nani kwenye hizo barabara? Hayo madawa utapelekea miti au binadamu? Unataka kuongoza nani? Utakuwa kiongozi wa barabara unazotangaza au umeme au maji? Hayo maji ni kwa ajili ya nani, kama watu wanatekwa kama kuku? Uhai wa mtu ndio namba moja, vingine vyote vidafata. Ukijenga barabara, ukijenga nyumba, ni kwa ajili ya binadamu, asiwe na baridi gari ni kwa ajili ya binadamu imsaidie kusafiri, umeme, everything kwa ajili ya binadamu. Kama hakuna binadamu, hakuna gari haina maana. Sasa kama watu wanatekwa, na watu wako kwenye kampeni wanatuambia watatuletea maji, si watatuletea barabara, watatuletea tukiwa kaburini, au huko wanako tutupa watapeleka wapi? Hivyo vitu ni muhimu sana. Hili jambo tukasaidiana kulipigia kelele. Kuna bwana anaitwa Robez Masanyiwa, huyu ni mjumbe kutoka Busega, alichukua tarehe moja. Isa Hamisi Kiando, mwenyekiti wa kata ya Ikungi, alichukuliwa tarehe tatu. Paulo Vesnas, dereva wa bodaboda, tarehe tatu, Ikungi. Everest James ramadhani Mwenyekiti wa Bavicha Ikungi tarehe tatu. Tunapozungumza Ikungi, walichukuliwa watu tarehe tatu, watu watatu. Amos Pambara mwenezi wa kata ya Mafisa Morogoro tarehe nne. Ibrahimu Mwidini Mfangavo kutoka Kakora tarehe nne kule kule kule Buliankuru walichukuliwa watatu, na wale waliokuwa nafuatilia wakachukuliwa na wao. Na bahati mbaya, hata hao watu wanapoenda kutoa ripoti polisi, kuandikisha taarifa za wapendo wao ili wapewe arabi, polisi wanawakatalia. Kwa hiyo nataka niwaambie, tuna pakuanzia siku yoyote kitakapogeuka Tutauliza kwa nini ulikataa kuandika. Kwa sababu hata Stephen Biko alipouawa wakati wa makaburu Afrika Kusini miaka ya 60, makaburu wazungu waliokuwa ndio polisi chini ya kina Pik Botha waliruhusu watu weusi wakaandikisha taarifa ya kupotea mtu wao. Inakuwaje polisi wetu wenyewe wanakataa kuandikisha polisi taarifa za watu wetu? Kuna nini? Mtu amepotea utaratibu unasema apewe RB, apewe. Kwa nini wanakataa? Why? Abenego Sanga, katibu wa Bavicha Rupembe, tarehe 4. Isaya Auma alichukuliwa kule kwetu Sirali, tarehe 4. Gimase Joseph, na hawa huyu Isaya, huyu Gimase na Humphrey Polepole, pole. Wote hao ni makada wa CCM. Maana yake nini? Nobody's safe. Manguo ya kijani yao mnayovaa yana picha za watu hayawafanyi kuwa huru wakiwa na shida na wewe. Rogers Rudovic. Huyu ni mfanyabiashara alichukuliwa tarehe saba. Kuna mwingine anaitwa Ramso msanii. Kuna mwingine anaitwa Madiba. Kuna mwingine anaitwa Maduka Kashinji. Wote hawa ni familia moja. Sasa ndugu zangu wa Tanzania na waandishi wa habari, tupige kelele kwenye haya mama. Tuko pabaya kuliko wakati mwingine wowote kwenye nchi hii. Wakati sisi tunapigania watu wasitekwe, kuna wanaotuwinda wanasema tunaleta tunataka kuchafua amani ya nchi kwamba watekaji hawachafui amani, sisi tunaosema watu wasitekwe ndio tunachafua amani? Nani anayeharibu amani ya, ya nchi kati ya wanao wanao ya wanaoteka na wanaokataa kutekwa? Nani anayeharibu amani ya nchi kati ya wanaoiba pesa za walipa kodi na kuzichezea na wanaosema pesa zitumike kwa ajili yetu sote? Nani wanaoharibu amani ya, ya nchi? Nani wanaoharibu amani ya nchi kati ya wanaoonea watu kwa kuwafungulia kesi na wale wanaokataa kuonewa? Nani wanaoharibu amani ya nchi kwamba sisi tuumizwe? Tukikaa kimya ndio amani? Sisi tumesema hatutakaa kimya na isiwepo amani. Hamta tukanyaga tukae kimya, tutasema tena na tena. Na kwa viongozi wa dini, angalieni hatari hii inayokabili nchi yetu. Haiwezekani mambo makubwa kama haya ya watu kutekwa kila siku. Tuna listi ya watu zaidi ya mia moja hamsini na kitu ambao wamepotea, mia moja hamsini na kitu. Hatuwezi kunyamaza. Asanteni sana na Mungu atubariki.